Hifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ewe Mwenyezi Mungu nisaidie. Mheshimiwa Husseini Ibrahim Makungu. Mimi naitwa Hussein Ibrahim Makungu nathibitisha kwamba nitakuwa mwaminifu kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kuitumikia kwa moyo wangu wote na, na kwamba nitahifadhi, nitailinda na kuitetea katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa mujibu wa sheria iliyowekwa. Ee Mwenyezi Mungu naomba unisaidie. Mheshimiwa Jaku, Mheshimiwa Jaku Hashim Ayubu. Mheshimiwa Machano Othman Saidi.